Je, Allah ameteremsha hukumu kuhusu utumwa? Na je, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anaotambua utumwa yani ubudia ama slavery? Hii ndio halka yetu ya leo, kwa sababu jambo kama hili ni jambo ambalo kwamba mwanadamu halikubali, na haswa katika karne hii ya 21 na kwamba utumwa sio humanity, sio mwanadamu, lakini nyakati za nyuma ni jambo lilokuwa la kawaida. Na hii ni fi'lu jahilia na fi'lu shaitania, yani hili ni kijichi, ni kitendo cha kishaitani na kitendo cha ujahilia kwa wale watu ambao kwamba hawajaendelea. Kwa hivyo utumwa ni kitu ambacho kwamba kilikuweko lakini sisi tuliyoko karne ya 21, tunaona kwamba si haki kuweko kwa utumwa, na ndiyo mpaka United Nation wakaharamisha kwamba hakuna utumwa katika dunia. Kwa hivyo kuna swali hapa mtu lazima ajiulize: je, sisi wanadamu ni arhamu kushinda Mwenyezi Mungu subhanahu wataala? Yani sisi ni warehemu zaidi kushinda Mwenyezi Mungu Yaani, ikiwa sisi tumekuja kuona kwamba utumwa si jambo la kisawa, si si, si utu wala sio binadamu, je, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alikuwa hajui kwamba jambo hili ni jambo ambalo kwamba sio utu wala sio wanadamu? Kwa sababu ndani ya vitabu vyetu vya tafsiri utakuta kwamba Mwenyezi Mungu amehalalisha mtu amoe mtumwa kwenye kifo, wakati wa kisasi twaambiwa kwamba mtumwa kwa mtumwa. Je, haya maneno ni kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyazungumza ndani ya kitabu chake, ama ni ufahamu wetu wa makosa? Haya ndio tutakayoyazungumza leo, na tutazungumzia leo kuhusu ibad na abidi. Yani, tofauti ya ibad na abid, na kisha insha Allah halqa inayofuatia tutazungumzia arrikabu na tutazungumzia mamalakat imanukum, kwa sababu hivi vilma vitatu viliomo ndani ya Qurani, babu zetu vyote vilma vitatu kama hivi wamefahamu kwamba ni utumwa, yani wametafsiri kwamba ni utumwa mwanzo kikaida ya Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea kaida ndani ya kitabu chake, na kaida kama hizi babu zetu walikuwa hawazijui, na hili ni jambo la kawaida, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu na fitra ya tatawur, yaani mwanadamu fikra zake zinakuwa hazirudi nyuma, bali zinaenda mbele. Kwa hivyo si ajabu wala si aibu kusema babu zetu walikuwa hawazijui qaida kama hizi. Sisi tumekuja kuzijua kwamba ndani ya Qurani Mwenyezi Mungu ametuwekea qaida ili tupate kufahamu maneno yake, kwa sababu maneno kama haya yaliyomo ndani ya Qurani ni ilmu. Maneno ya Mwenyezi Mungu ni ilmu, wama huwa biqauli shair Mwenyezi Mungu asema, haya maneno yaliyomo ndani ya Qurani siyo maneno ya mshairi, useme utakalo utumie kilima utakacho upane unapotaka. La, la, la, la, la. Mwenyezi Mungu anatuambia alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Mwenyezi Mungu asema, hiki ni kitabu uhkimat ayatuhu, aya zake zote ziliyomo ndani ya Qurani ni muhkama Yani Mwenyezi Mungu kila kilma amekipanga na kukiweka mahali pake, na kila kilma kiko na kazi yake, na anapoleta vilma viwili tofauti, huwezi ukasema kwamba dalala zote dalala zake ni moja, yani vilma viwili tofauti. Na hii ni qaida ambayo katika tadabbur al-Quran, na nimezungumzia katika halka za nyuma, kwa yule mwenye kutaka kutadabbur Quran, na kaida yenyewe ni kwamba la yumkin likalimatayn mukhtalifatayn an takuna lahumu nafsu dalala. Hii ni kaida na ni aya imo ndani ya Qur'ani, kwamba la yumkin likalimatayn, hayamkiniki vilma viwili tofauti, an takuna lahumu nafsu dalala, vilma vile viwili tofauti viwe na dalala moja, haiwezekani kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ahkama ayatihi. Na dalili ya kaida kama hiyo ni aya iliyoko katika sura tuzumar Zumar Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, walaqad dharabna linnasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathal. Mwenyezi Mungu amepigia mifano ndani ya Qur'ani, amepigia watu mifano ndani ya Qur'ani yaani, kila mfano ni yaani, mifano mingi la'allahum yatadhakkarun, ili wapate kutambua. Kutambua nini? Yaani, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyomo ndani ya Qur'ani, kisha akasema Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin Yani, qira'atan arabia, yani hi Qur'ani ni kisomo cha Kiarabu, ghaira dhi iwajin, yani kisicho na jongo, hakiendi hivi hivi. La, la, la, la, kila kilma kiko na kazi yake, wala sio kwenda na jongo. Kisha Mwenyezi Mungu aendelea sema: dharaba Allahu mathalan rajulan fi shuraka mutashakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan, alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun. Mwenyezi Mungu anasema dharaba Allahu mathalan rajulan fihi shurakau mutashakisun yaani, Mwenyezi Mungu anatupigia mfano anatuambia, dharaba Allahu mathalan Mwenyezi Mungu anapigia mfano rajulan fihi shurakau, yani, mtu yuko na shakhsi ya mbili, yani we mtu ni mmoja, lakini uko na shakhsi ya mbili. Wa rajulan salama, na mtu ambaye kwamba e, yeye shakhsi yake ni yoyo moja. Hali yastawiani, je wanafanana Mwenyezi Mungu hapa anapiga mfano wa vilima vyake viliomo ndani ya Qur'ani, yaani haiwezekani kilima kimoja kiwe na dalala mbili. Ndio hapa anapigia, yaani haiwezekani mtu mmoja awe na shakhsi ya mbili. Yaani wewe ni wewe, mtu mmoja, wewe ni Ali na wewe ni Omar? La, la, la haiwezekani. Kwa hivyo, kwa hivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema la yastawiyani, hailingani sawa. Kwa hivyo, huu ni mfano wa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupigia kwamba vilma viwili tofauti haviwezi kuwa na dalala moja la, kila kilma ikiwa ni tofauti kitakuwa kiko na dalala yake, na wala haiwezekani kilma kimoja kiwe na dalala mbili tofauti, haiwezekani. Na hii ndio kaida kwa yule mwenye kutaka kutadabbar Qur'an, na baba zetu ama babu zetu walikuwa hawaijui kaida kama hiyo, lakini sisi tunaoishi karne ya 21 tumekuja kugundua kwamba Mwenyezi Mungu haya maneno yake ni ilmu na ilmu siku zote ni lazima iwe na kaida. Kwa hivyo hii ni moja katika kaida za tadabbur alquran. Sasa sababu zetu kaida kama hii ndio wamefeli hawakuifahamu, ndio wakashindwa hapa kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo leo tutaangalia alfarqu baina ibad wa abid ndani ya Quran. Mwenyezi Mungu ametamka, amekitaja kilima cha ibad Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia Qul, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ibadi. Mwenyezi Mungu ametumia kilima ya ibadi. Kwenye aya nyingine akasema wa ibadur rahman, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ard hauna. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametumia kilima cha ibadi. Kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu asema fawajada, Suratul Kahf aya 65. Mwenyezi Mungu asema fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina, abdan min ibadina, abdan, ibad ndin abdan. Kwa hivyo nini dalala ya kilma ibadi? Kwa sababu ibadi ni jamu ya abd. Dalala ya ibadi ni nini ndani ya Qur'an? Dalala ya ibadi ndani ya Qur'ani ni yule mtu ambaye kwamba anamwambia Mwenyezi Mungu ama kumwambia mwanadamu mwenzake sami'na wa ata'na. Hiyo ndio maana ya kilma cha ibad ama abdu. Ibad ni kilma cha yule ambaye kwamba anamwambia Mwenyezi Mungu sami'na wa ata'na bimahdhi iradatihi muqabila ajr. Hiyo ndio dalala ya kilma cha ibad ibad. Ibad maana yake ni yule ambaye kwamba anawemwambia Mwenyezi Mungu kwamba sami'na wa atana, tumesikia na tunatwii, yani katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kama hapa Mwenyezi Mungu amesema ibadur rahman. Mwenyezi Mungu amewaita, amewita ibadurahmani, ni watu gani? Ni wale ambao kwamba wanaosema sami'na wa atana. Mwenyezi Mungu akiwaambia kwamba nimeamrisha swala, hawapingani, sio kwamba kwa nini tuswali, kwa nini, la, sami'na wa atana Wanapoambiwa kwamba kuna saumu kutiba alaikum ussiyam wanafunga, hawaulizi kwa nini tufunge, kwa nini tukae na njaa la, hawaulizi wao wanafunga. Kwa hivyo, huyo ndio ibadu rrahmani, lakini ibadu rrahmani huyu ibad ni yule ambaye kwamba bimahdhi iradatihi, anafanya lile jambo ama kufuata lile jambo kwa kutaka yeye mwenyewe kwa khiari yake, hakulazimishwa. Huyo ndio ibada, hakulazimishwa Huwa rajulu alladhi qala lillahi au shakhsi samina waatna bimahdi iradatihi muqabila ajri, yani akitarajia malipo. Wewe unaposwali unaposema samina waatna, ukawa unaswali ukawa unafunga, Mwenyezi Mungu atakulipa ujira kesho ya alqiyama. Kwa hivyo hii ndiyo dalala ya ibadi, na unaweza ukawa abdan wa, wa, mm, wa mwanadamu mwenzako kwa sababu tumesema abdu ni kumwambia Mwenyezi Mungu ama kumwambia mwanadamu mwenzako, samii na watuana. Pengine wewe unafanya kazi, mfano wewe unafanya kazi kwa fulani, kwa hivyo yule unayefanya kazi kwake yeye ndiye bosi wako. Kwa hivyo wewe ni abdu, kwa sababu unasikiza yale aliyokuwa anayokuamrisha, unafuata sheria zake katika ile kampuni ama katika ile ofisi. Kwa hivyo wewe umekuwa abdu wewe unamtui unasema sami'na wa ata'na kwa yule bosi wako, kwa kutaka wewe mwenyewe, sio, hukulazimishwa. La, wewe mwenyewe umetaka kufanya kazi pale na umfata na lao, hutaki utawacha kazi, utambe sitaki tena kazi, wenda zako. Yani wewe unafanya kazi kwa kutaka wewe mwenyewe, mkabila ajiri na mwisho wa mwezi unangojea mshahara. Hiyo ndio dalala ya kilma cha ibadi. Kwa hivyo ibadi Ibadur rahmani yani ni wale waja wa Mwenyezi Mungu ambao kwamba wanaosema sami'na wa ata'na, bimahdhi iradatihim, kwa kutaka kwa wao, mukabila ajri, wakitarajia malipo ambao kesho yaumal qiyama. Na mwanadamu kwa mwanadamu mwenzake unaweza kuwa ni abdu, yani wewe ukawa ni abdu wa fulani, yani mimi ikawa ni bosi na niko na mfanyaji kazi wangu. Kwa hivyo yule ni mfanyikazi kazi ni abdi yule ni mfanyaji kazi wangu, yani ywanitwi mimi bimahdhi iradatihi, kwa kutaka kwa kutaka kwake yeye, muqabila ajri. Kwa hivyo hiyo ndiyo maana ya ibadi. Tumejua maana ya ibadi ni nini, sasa tunataka kujua maana ya abid. Mwenyezi Mungu amekitaja hiki kilma ndani ya Qur'ani, kilma cha abid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema man amila swalihan, fali nafsihi, wa man asaa k na Imran, aya nyingine na Mwenyezi Mungu iliyoko kwenye suratu Ali Imran aya ya 182, Mwenyezi Mungu anasema dhalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallami lilabid. Mwenyezi Mungu amezungumzia kuhusu abid hapa. Kwa hivyo abidi ni nani? Abidi ni yule ambaye kwamba Abid, ni jamu ya abd mamluk. Ibad ni jamu ya abd. Mwenyezi Mungu ametutajia abdun mamluku, ni mtu gani? Mwenyezi Mungu ametaja ndani ya Qur'ani, katika sura An-Nahl aya ya sabini na tano, Mwenyezi Mungu asema, dharaba Allahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in. Huyo ndio abdun mamluk. Abdun mamluk ni yule ambaye kwamba hana uwezo wa kitu chochote, hana uhuru yeye, ni mtumwa wa mtu, ni milki. Abdan mamluka ni mtu ambaye kwamba amemilikiwa, kwa hivyo anapoambiwa nenda lefti, anaenda lefti, unapoambiwa nenda right, anaenda right, kaa chini, akae, fanya hili, na hana ujira wowote, yeye amemilikiwa. Kwa hivyo kilma cha abid ni yule ambaye kwamba alomilikiwa yani, hana uhuru wowote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotutajia katika hizi aya mbili, ametaja kilima cha abidi na hapa kilima cha abidi amekitaja kuhusu yaumul hisab. Mwenyezi Mungu ndani ya dunia hataji kilima cha abidi, kilima cha abidi amekitaja wakati Kilma cha ibada amekitaja katika uhai wa dunia. Mifano yote tuliyoitoa, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ibada ametaja ibadi, yani katika uhai wa dunia, na akataja wa ibadu arrahmanu alladhina yamshuna ala alardi hauna, yani katika dunia. Ama abid, Mwenyezi Mungu anazungumzia yaumul hisab. Kwa hivyo, katika dunia sisi ni ibadullah, ni ibadullah, walasna nasna abidullah katika dunia sisi ni ibadu Allah kwa sababu tunamwabudu Mwenyezi Mungu bi mahdhi iradatina, kwa kutaka kwetu sisi, wala hakuna anayetulazimisha na Mwenyezi Mungu hakubali ibada ya kulazimishwa. Kwevo sisi, mwenye kulazimishwa. Kwa hivyo sisi tunamwabudu Mwenyezi Mungu bi mahdhi iradatina, ndio tumekuwa ibadu rrahman, na Mwenyezi Mungu kama anavyosema fa man shaa falyumin wa man shaa falyakfur, tuko uhuru katika dunia, ndio Mwenyezi Mungu akatoa kilima cha ibada, ama yaumul hisab, siku ya hisabu Hatuna uhuru wowote, ndio Mwenyezi Mungu akatuita abid, ndio akasema man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallami lil abid, yani yawmul hisabi, yani kwa sababu siku ya yawmul hisabi sote tutakuwa ni abidullah, yani tuko chini ya milki ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio anayetumiliki, hatuna uhuru wowote wa kusema wa kutaharaka wa kufanya lolote yaumal yaumal hisab, sio yaumal qiyama ya, um, ya eh, ee, sio baada ya hisabu. Baada ya hisabu Mwenyezi Mungu ametuita ibadu, baada pepone, ya kuingizwa um, peponi ametuita ibad, lakini yaumul hisab sisi ni abidullah, yani hatuna uhuru wowote. Ndio Mwenyezi Mungu akatutajia dhalika bima qaddama taidikum wa anna Allah laysa bidhallami lilabid, yani yaumul hisab laysa bidhallami lilabid. Kwa hivyo tumepata kujua kwamba kilma cha ibad ni yule ambaye kwamba mwenye kutwi na kusikiliza kwa kutaka yeye mwenyewe, mukabila ajri, akitarajia malipo, ima awe ni mfanyaji kazi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameturuhusu tumwite mwanadamu mwenzako Rabb Rab ni yule ambaye kwamba anayekuangalia, yani ama swahibu sharika, meneja anaweza kuwa anakuwa rabu, kwa sababu wewe unamtwii yeye. Kwa hivyo mimi nayemtwii bosi, mimi ni abdi, na yule bosi wangu ni rab. Na Mwenyezi Mungu ameturuhusu ndani ya kitabu chake kwamba mwanadamu tumwite rabu kwa sababu lakini katika mambo ya uhai, ya uhai wa dunia hayatudunia ama hayatul akhirah kuhusu dini hakuna rabu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. Kwa hivyo tumejua kwamba ibad ni jamu ya abd na abid ni jamu ya abdun mamluk. Abdun mamluku ni nani? Ni yule la yakdiru ala shay ya, abdan mamlukan ni mja alomilikiwa la yaqdiru ala shay'in hawezi kufanya lolote, ambaye kwamba ndio huyo mtumwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna aya mbili zilioko katika mswahafu ambazo kwamba babu zetu tafsiri walio tafsiri ni tafsiri ambayo kwamba sio sahihi, na hii ndio inafanya wasokuwa Waislamu ama wale Waislamu walozaliwa katika Uislamu wa wanaritadi kutokana na aya kama hizi. Hizi aya zinawafanya baadhi ya waislamu waritadi baada ya kutumia akili zao na kusema kwamba vipi Mwenyezi Mungu akubali utumwa, wao badili kurudi katika Qur'ani wakaswahihisha na kurudi na kuangalia na kutadabar wakaona makosa yako wapi wa wao wamemsingizia mwenye moja kwa moja, wameona tafsiri al-Qur'an, kwamba ndiyo maneno ya Mwenyezi Mungu. Lakini tafsiri al-Qur'an sio maneno ya Mwenyezi Mungu, ni ufahamu wa mwanadamu. Kwa hivyo, aya mbili kama hizi zinapelekea baadhi ya watu kuritadi, kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu awe uh, ana sifa kama hiyo, kwamba yakubali utumwa, na utumwa ni kitu ambacho kwamba sio wanadamu kwa hivyo leo tuangalie aya kama mbili kama hizi, baada ya kuwa tumeeleza nini maana ibad na nini maana abid, kuonyesha kwamba babu babu zetu walikuwa hawaangalii hizi kaida na walikuwa hawazitambui kaida kama hizo. Kwa hivyo aya ya kwanza ambayo kwamba iliyo katika suratun Nur aya ya 32, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala asema wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum ila akhir al-aya. Mwenyezi Mungu hapa anatuambia wankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum. Sisi tunataka hichi kilima cha ibadiku. Mwenyezi Mungu anaamrisha kwamba wankihul ayama, naoeni, kisha akaendelea wasalihina min ibadikum, na wale wema min ibadikum. Mwenyezi Mungu hajasema min abidikum, amesema min ibadikum. Lakini leo fungua tafsiri zozote, iwen za Kiarabu iwe za Kiswahili iwe za Kiingereza zote uta, utaona kwamba wametafsiri kilma cha min ibadikum kilma cha ibad wametafsiri kwamba ni mtumwa, na haya ni makosa makubwa, ni kwamba twamzulia Mwenyezi Mungu urongo na twampa Mwenyezi Mungu sifa mbaya kwamba Mwenyezi Mungu anautambua utumwa, na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani hatambui kabisa utumwa hii ni fiilu shaitania na fiilu albasharia. Hichi ni kitendo cha mwanadamu mwenyewe walikuwa wakifanya, lakini ni kitendo cha kishaitani, kwa sababu huwezi kumiliki mwanadamu mwenzako. La, tunaweza tumehalalishiwa tumiliki wanyama, lakini sio mwanadamu mwenzako, umfanye utakavyo, umfanye kama mnyama, uende ukamuuze kwenye soko, na hasa kama walivyokuwa wakifanya waliopita nyuma la ama muteke mateka katika vita, muwatukwe wanawake muwapeleke masokoni kuwauza, kama mnavyouza mbuzi na ng'ombe. Mwenyezi Mungu hajatuambia, Mwenyezi Mungu ametuambia tumiliki nani? Wanyama, ndio. Mwenyezi Mungu asema kwenye, su, kwenye suratu Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun, yani Mwenyezi Mungu ametuhalalishia wanyama tuwe ni wenye kuwamiliki mnyama ndo anamilikiwa na unamswarifu vile unavotaka, unamchapa unamfanya nini, utampa chakula vile utaka, vile unamswarifu unavyotaka wewe. Kwa hivyo tumeamrishwa tumiliki wanyama, lakini sio kumiliki wanadamu. Wadhallalnaha lahum na mwenyezi Mungu akawadhalilisha wale wanyama ili wawe chini yetu, lakini sio mwanadamu. Mwenyezi Mungu hajamdhalilisha mwanadamu awe chini ya mwanadamu mwenzake, la abadan kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hatambui huno utumwa, lakini twaona Mwenyezi Mungu e, mufasiruna na mababu zetu, wamewasalihina min ibadikum, wasema na wema katika watumwa wenu. Mwenyezi Mungu amesema min ibadikum, hakusema abidikum. Kwa hivyo hii ni tahrifu, ni kuzua maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na hili jambo ni lazima tuwe tulifikirie kwamba haya maneno siyo sawa. Mwenyezi Mungu hajasema abidikum, anasema ibadikum kwa hivyo, Mwenyezi Mungu amaanisha nini? wankihu alayama wasalihina min ibadikum. Mwenyezi Mungu anatuamrisha kwamba min ibadikum ni wale wafanyaji kazi wenu, wewe ndiye tajiri. Kwa hivyo, unafaa kumuoa yule mfanyaji kazi wako anayefanya kazi kwako kwa ofisini ama ni kwenye kampuni, unaweza kumuoa. Mwenyezi Mungu hazungumzi kabisa kuhusu watumwa. Na aya nyingine kwenye Suratul Bakara, aya ya 178, ndio Mwenyezi Mungu kwenye aya hii e, aliyosema min ibad wasalihina e, min ibadikum asema, wa imaikum in yakunu fuqaraa yugnihum llahu min fadlihi. Kwa sababu mfanyaji kazi wako ni maskini kawaida kazi wako, kwaako, maskini. kwa sababu anafanya kazi wako wako yeye ni maskini. Kwa hivyo asema, ikiwa ni mafukara, Mwenyezi Mungu huenda akawatajirisha kwa hivyo Mw. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wasalihina min ibadikum amaanisha wafanyaji kazi, wala sio watumwa. Ofisini uko na wafanyaji kazi wako wa kike, Mwenyezi Mungu anasema waweza kumwoa, hakuna shida yoyote. Ni kwenye kampuni, waweza kumwoa, lakini hamaanishi mtumwa. Ibadiku yule anayefanya kazi, bimahdhi iradatihi muqabila ajri. Aya nyingine kwenye suratul Bakara aya 178, Mwenyezi Mungu anasema kuhusu kisasi katika kuua. al-hurru bil-hurri, wal-abdu, bil-abdi, wal-untha, bil-untha. Ukiangalia kwenye vitabu vya tafsiri al-hurru bil-hurri wasema kwamba muungwana kwa muungwana na mtumwa kwa mtumwa. Mwenyezi Mungu hajataja, hakusema wa abid wal-abid bil-abid. La amesema wal-abdu bil-abd al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi. Hakusema alabid la. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa katika kisasi, yani yule atakayeuwa, al-hurr al-hurr ni yule aliyoko huru, yani ni kama tuseme tajiri. Tajiri iko huru, hakuna mtu atakayemwamrisha yeye ni tajiri, kuna pesa zake, hakuna mtu atakayemwamrisha. Kwa hivyo anapouwa anauwa kwa kutaka, yani yeye mwenyewe hakuna mtu aliyomwamrisha. Kwa hivyo akiua basi kisasi, yani ni yeye ahukumiwe, sababu yeye ni mtu yuko huru hakuna mtu walabdu bilabdi, walabdu ni yule ambaye kwamba alotumwa na mtu, yani anafuata amri ya mtu. Mtu amempa mapesa, bwana shika hii milioni moja, nenda kamue mtu fulani. Kwa hivyo huyo ni abdi, anafuata amri za yule alomwamrisha. Haisizungumzi kuhusu utumwa. Waluntha biluntha, na mwanamke naye atakayeua pia, naye yeye ndiye atakayehukumiwa. Kwa hivyo hapa walabdu bilabdi yani na yule ambaye kwamba alotumwa, bimahdhi iradi, kwa kutaka yeye, muqabila ajra, amechukua pesa kwa mtu akafanya. Kwa hivyo hizi ni aya mbili ambazo kwamba e, babu zetu wamefahamu makosa, na yote hii ni kwa sababu hawakufuata qaida, na walikuwa hawazijui qaida kama hizi. Tumekuja kuzijua na hii ndio usawa kwamba kilima cha ibad Sio kwamba ni mtumwa wao wametafsiri mtumwa, na kilima cha abdu wao wametafsiri mtumwa. Alabdu bilabd walabdu bilabdi alhur bilhur walabdu bilabd, wao wametafsiri mtumwa wala sio mtumwa. Kwa hivyo ndugu Waislam, turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusome kwa macho yetu, sio kwa macho ya waliopita, tufikirie na tutadabar wa kutumia akili zetu sio kwa akili za waliopita, la abadan. Wao wamefahamu kulingana na zama walizokuwa nazo, kwa hivyo haituhusu sisi. Wao ni ufahamu wao, na sisi lazima tufahamu, kwa sababu Qur'an ni kitabu Mwenyezi Mungu amekiteremsha, na kila mmoja wetu ana haki ya kutadabbar, sio watu fulani watadabbar Qur'an. Afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mwenyezi Mungu anataka sote tuweni wenye kutadabbar Quran. Halqa inayopita tutazungumzia wa fi riqabi na au ma malakat aymanukum, kwa sababu vilma vyote kama hivi babu zetu wametafsiri kwamba ni watumwa, na haiwezekani Mwenyezi Mungu kuleta vilma tofauti ndani ya Qurani kisha viwe na dalala moja la, abadan. Wa ila liqain akhar bi mashiati llah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.